Wananchi wa kijiji cha Italagwe wilayani Gairo katika mkoa wa Morogoro wamesema licha ya kutegemea kilimo kama njia kuu ya kujipatia kipato, ndoto zao za kujikwamua kiuchumi zinaendelea kufifia kutokana na ukosefu wa mbegu bora za kilimo na biashara. Wakizungumza na Daily News Digital mara baada ya kuzinduliwa kwa programu ya kilimo Misitu na Urithi wa Kijani Gairo awamu ya pili, baadhi ya wakulima wamesema. Kila mwaka wamekuwa wakijitahidi kulima mazao mbalimbali kama vile mahindi, alizeti na mbaazi, lakini mavuno yamekuwa duni. Tunavyolima haya, kama mwaka umeenda vizuri, ukapata mazao yakakusaidia kujikimu maisha na familia, kusomesha watoto. Mwaka kama ndio hivyo, kuna jua limetoka, ukarudi tupu, maisha yanaendelea. Saa zingine naweza katokea wadudu waharibifu wa mazao, unakuta labda hela ya kununua dawa huna. Hizo ndio changamoto ambazo zinatukuta huu, unaweza ukatafuta hela mwenyewe unavyojua ili kudhibiti walo wadudu, sana sana viwavi jeshi ndo huwa wanaturudisha nyuma. Kwa miaka hii tumeletewa mradi, mradi wa miti pia na mbegu hizi za, za madukani zinatusaidia sana kulingana na hali ya hewa wakati mwingine mvua zinakuwa ndogo, wakati mwingine mvua ni nyingi. Kwa upande wake mkurugenzi wa, wa agriwezesha Douglas ya Ignas amesema programu hiyo ya kilimo misitu na urithi wa kijani Gairo inakwenda kunufaisha jumla ya wakulima wapatao mia moja ishirini na moja kutoka katika kijiji cha Italagwe. lakini katika awamu hii ya upande huu wa Italagwe tunatarajia tutoe miti ipatayo elfu kumi ambayo ni ya matunda lakini katika matunda haya tunakuwa na ende, tutakuwa na parachichi kidogo, ambazo zinaweza kustahimili katika maeneo haya, lakini ziko aina nyingine za matunda pia, ikiwemo fenesi na pamoja na pera. Tutachanganya na miti mingine kadhaa, miti asili ambayo tutawaelimisha au tutaelekezana namna ya kupanda. Lengo letu ni kuweza kuwezesha jamii kuhifadhi na kutunza mazingira, lakini pia kuendelea kuboresha uchumi wa mtu mmoja mmoja. Naye mkuu wa wilaya Gairo Jabil Makame amesema njia pekee ya kujikwamua kiuchumi ni kuwekeza katika kilimo kwa kutumia mbegu bora. Hakuna namna yoyote tunaweza kubadilisha maisha yetu bila kuwekeza kwenye kilimo, na ndio maana rais wetu pia amewekeza sana kwenye kilimo, kwa sababu anajua kuweza kuwasaidia wananchi wa Itaragwe ni kuhakikisha kwamba kwa wanawekeza kwenye sekta ya kilimo sasa kilimo kipo cha aina mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunaamua kutumia ubunifu huu ambao tumekuwa tukiufanya, tunawahamasisheni mtumie mbegu bora za mazao mengine, lakini tunawaletea na mazao mengine ambayo yataweza kuongezea yataweza kuongezea kipato. Sasa kwa upande wa tarafa ya Gairo tukasema, tarafa ya Gairo tuanze na baadhi ya miti ambayo inafanya vizuri kupitia mradi huu ambao tumeofanya kule Gairo chini ya taasisi ya Agriwezesha chini ya mradi ambao unaitwa programu ya kilimo misitu. Tukasema sasa tunafanya mradi wa nyongeza, maanake ni mwendelezo wa mradi wetu ambao tulianza kuufanya wapi? Kwenye tarafa ya Nongwe, lakini sasa kwenye ukanda huu tukasema huku, tukiangalia iko miti ambayo inafanya vizuri sana, ikiwemo miti ya miembe, si ndio? tukipita huku tunakutana na miembe mingi sana inafanya vizuri. Tukasema tuwaletee miti ya matunda ambayo inaweza kuwasaidia wananchi kuweza kupata nini, kupata kipato. Iko miembe ambazo sasa hivi nyinyi wenyewe mashuhuda, kwa wale ambao wana miembe yao huko mashambani, bila shaka wanakuja wateja, wanakuja kuvuna, si ndio? Embe kwenye viwanda zinahitajika sana kutengeneza juisi pamoja na kutengeneza bidhaa zingine.